Awamu ya kwanza ya mtihani wa kitaifa imekamilika huku wanafunzi wa gredi ya sita wakikamilisha mtihani wao wa KPSEA. Aidha, wanafunzi wenye mahitaji maalum pia wamekamilisha mtihani wao huku wenzao wa gredi ya tisa wanaofanya mtihani wa KJSEA wakiendelea kote nchini. Lakini kama anavyotuarifu Brenda Wanga, tathmini ya mtihani wa KPSEA ulichora utu wa kijiji kimoja kaunti ya Bomet ambako wakazi walishikana kuhakikisha mwanafunzi mlemavu anafika kituo cha mtihani kila siku Mburu. Kwa siku ya tatu mfululizo, Emmanuel Chepkoech mwenye umri wa miaka kumi na tano amekuwa akipelekwa shuleni na wanakijiji wa Cheswerta huko Bomet. Mwezi mmoja uliopita, Emmanuel alifanyiwa upasuaji miguuni mwake, jambo ambalo limemwacha katika hali hii. Hawezi kusimama wala kutembea bila usaidizi. Yeye ni mtahiniwa wa darasa la sita. Hali hii pia inamaanisha kwamba hawezi kutumia dawati kama wenzake, haswa wakati huu wa mitihani ya kitaifa yeah. Familia yake pamoja na wanakijiji wamejitolea kumsaidia kila siku. Weldon Mutai, ambaye ni jirani yao, pia pamoja na kijana mwingine, wamekuwa wakimtoa nyumbani hadi shuleni na kumrudisha kila siku. Huyu kijana tumekuwa tukiona kwa community ana struggle sana kuenda shule. Saa zingine mi nakuta yeye njiani na mimi nasaidia yeye at least kupepa. He's doing well in school and he loves school so much. Uh, sometimes, uh, he can even play with others, even kicking the ball. Shule yake pia imechangia katika kumsaidia huku wenzake wakifanya tathmini ya KPSEA kwenye madarasa wakitumia madawati. Emmanuel anatayarishiwa godoro kwenye sakafu na kuegeshwa kwenye ukuta. Kwa hali hii Emmanuel amekamilisha mtihani wake akijiunga na wanafunzi wengine milioni 1.3 wa gredi ya sita walioshiriki tathmini ya KPSEA. Mitihani ya gredi ya tisa inaendelea na itakamilika tarehe tatu wiki ijayo, siku ambayo mtihani wa kidato cha 4 KCSE utaanza rasmi. Wakati huo huo, serikali inasema mitihani inaendelea bila matatizo yoyote and again the teams have worked uh, to ensure that they still are able to to, to do the examination Brenda Wanga,